Mchungaji Patrick Mwazonga anakuletea neno la Mungu ili kukupatia nguvu na imani ya kushinda changamoto unazopitia. Basi msikilize hadi mwisho na Bwana akubariki. Wacha tutusome katika kitabu hicho cha Marko. Tuanzie hapa 11 uh, kifungu cha 12 tutasoma. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikilia hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akawaambia Tangu leo hata milele, mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Twende kifungu cha ishirini. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake akamwambia, Rabi, tazama mtini ulio laani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote myaombayo, mkisali aminini ya kwamba munayapokea nayo Atakuwa yenu, yeah. Bwana akubariki. Sasa, point yangu mpendwa iko habari ya shinani. Sasa hapa shinani ndo napalenga mimi. Kila kitu ambacho unataka kimalizike ama kiendelee ni hapo shinani. Na ukiona kitu kine nawiri jiwe hapo shinani ndiyo mwanzo. Nakupasha habari ya kwamba ukitaka pia ung'oe vitu vinavyokutesa unaanza hapo shinani. Nataka uangalie shina la wokovu wako liko namna gani? Shina lako la wokovu lazima ulijue, maana magonjwa mengine ama shida zingine zimeanza pale shinani. Maana kuna watu katika mashina mioyo yao, ya mioyo yao waliambiwa ya kwamba kansa, uh, haiponi; ukimwi, um, hauponi presha haiponi yani wanaandoa mambo mengi, sasa wanaweka hapo shinani ambapo ni moyoni, kwamba ni kweli. Ukishaweka hivyo tu kwamba ni kweli, mpendwa, utaombewa wewe na hilo timbaa litatendeka. Kama kuna vitu viko hivyo ndani yako unawaza kwamba hili haliponi, ni lile shina la moyo wako. Yesu anawafundisha kuhusu kwamba pale shinani, maana huo mti ulinyauka kuanzia shinani. Yesu anakwambia mtakapokuwa na imani pasipo na shaka yoyote, na mkiomba mwamini ya kwamba mtulio yaomba yametendeka na yatakuwa yetu, mutaweza kupokea. Ni kweli mpendwa, nina shuhuda wa kutosha, kwa sababu Mungu naona nda makuu yaliyoshindikana kwa wanadamu. Kwa Mungu yote yawezekana. Uvumilie, ustahimili, uache, ujizuie na unyamaze na uombewe na Mungu atakusa, atakufungua. Bwana akubariki unapofanya hivyo, tuko Ha, hapa kuanzia siku ya Ijumatano, Alhamisi yote mpaka Jumamosi saa kumi ndio tunatoka mahali hapa, na uje upate ushauri, na nitakuombea, ama tutashirikiana pamoja na Mungu atakubariki. Kaa kwa heri, apashe habari mwenzako kwamba asiteseke, afike hapa Chimbiriro, maana hapa ni Tezo Kaireni. Mungu akutendee mema. Neno la Mungu li hai siku zote. Ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Mwangaza wa Maisha Yako. Ni neno la Mungu kinachoendelea kila siku hapa kanisani kwetu Chimbiriro. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Patrick Mwazonga anakuletea neno la Mungu ili kukupatia nguvu na imani ya kushinda changamoto unazopitia.